Mapema asubuhi mvua ikiwa inanyesha. Ulinzi mkali umeimarishwa katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, hususan katika mahakama ya Kimomkazi Kisutu kufuatia kusikilizwa kwa kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu. Tofauti na ilivyotarajiwa, kesi hiyo imesikilizwa kwa njia ya mtandao mbele ya Kimomkazi mwandamizi Geoffrey Muhini, upande wa jamhuri kupitia wakili Nasoro Katuga ambapo pamoja na mambo mengine amesema kesi hiyo imekuja kwa ajili ya Lissu kusomewa maelezo ya awali katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni, huku ya uhaini ikiwa ni kwa ajili ya kutajwa. Kabla ya kuanza usikilizwaji huo, upande wa utetezi ukahoji kutoka kwa jamhuri kuhusu mshtakiwa Lissu kutokuonekana mtandaoni, hoja ambayo imejibwa na askari magereza kwamba Lissu amegoma kuingia mtandaoni, atuele msukuma hakimu Muhini kuruhusu kuendelea na kesi hiyo pasi Lissu kuwepo. Katika kesi hiyo Lissu anatetewa na jopo la mawakili zaidi ya 25 wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki ambaye ameungana na Alute Mungai, Pita Kibatala na Jeremia Mtobesia kuwasilisha mapingamizi, huku upande wa jamhuri ukiwa na jopo la mawakili zaidi ya watano chini ya Nasoro Katuga. Miongoni mwa hoja ni kwamba wanapinga utaratibu wa kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, huku akitaka mtumiwa afikishiwe mahakamani ili asomee maelezo ya awali kwa kuwa ni lazima pande zote za kesi ziwepo akiwemo mshtakiwa mwenyewe ili aweze kusaini karatasi ya maelezo. Wakili mpoke amedai kuwa hata kama mtumiwa angekuwepo mtandaoni leo, wasingeweza kuendelea kwa sababu ni kinyume na sheria, kwa kuwa sheria inataka maelezo ya awali yafanyike mtumiwa akiwepo. Awali upande wa jamhuri kupitia wakili wake Jobu Mrema ukaomba mahakama iahirishe kesi hiyo kwa mwezi mmoja ili kutoa nafasi kwa upande wa mawakili wa utetezi kuonana na mteja wao. Baada ya majibizano ya hoja za kisheria, hakimu Muhini akaahirisha kesi hiyo hadi Aprili 28 ya mwaka huu kwa ajili ya usikilizwaji wa majibu ya jamhuri na kupanga tarehe ya kutoa uamuzi wa mapingamizi hayo kwa njia ya mtandao, ili kuona kama kesi hiyo itaendelea kusikilizwa kwa njia ya mtandao au mshtakiwa atafikishwa mahakamani. Katika kesi ya pili ya uhaini upande wa Jamhuri umeiomba mahakama itoe amri kwa mshtakiwa kuhudhuria usikilizwaji wa kesi yake kwa njia ya mtandao ili hatua nyingine ziweze kuendelea. Kesi hii imehudhuriwa na wanaharakati na baadhi ya mabalozi pamoja na mawakili wakiwemo Martha Karua kutoka Kenya baada ya mabishano na hoja za kisheria kutoka kwa mawakili wa pande zote mbili, mawakili wa Jamhuri na mawakili wa utetezi, hatimaye mahakama imeamuru kesi ya uhaini itaendelea kusikilizwa katika njia ya mtandao, lakini katika tarehe ambayo itapangwa na baadaye, mbeleni wataangalia nini cha kufanya. Hivyo hivyo katika kesi ya makosa ya kuandika taarifa za uongo kwenye mtandao ambayo hii itasikilizwa tena Aprili 28 ya mwaka huu. Upendo Michael, Azam News Dar es Salaam. Naam, katika hatua wa nyingine wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waliodai kukamatwa uh, asubuhi ya leo wamedai kuachiwa huru. Pia viongozi wetu mbalimbali na wanachama wakiwa hata hawajafika Kisutu, wakiwa njiani. Mheshimiwa John Mnyika na baadhi ya viongozi wa ndamizi ikiwemo kina Pambaru wamekamatiwa faya kilometa 4 kilometa tano kutoka mahakama ya Kisutu. Halikadhalika, Mheshimiwa Heche amekamatiwa njiani e, kwenye daraja la Selander kilometa vilevile tatu au nne kutoka mahakama ya Kisutu, na baadhi ya watu wachache vilevile wamekamatiwa wakiwa njiani kuelekea Kisutu. Lakini kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu, wamekumbana na kadhia kamatakamata kutoka Kisutu mpaka sehemu ameenda kuachiwa. Ni kilometa 29 kutoka Kisutu.